Wa mkoa huu wanaolima ufuta na wanaolima korosho wanakutana na kitu kinaitwa stakabadhi ghalani, au nakosea? Ona inafaa mkaachaje kuwa maskini? Mkaachaje kuwa maskini? Na ni kwa sababu kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni wa ovi sasa haya ambayo nimeyasema kwa Lindi mjini ni ya nchi nzima. Nimetokea Kilwa muda huu. Kilwa mwaka 2014 Kilwa masoko, Kilwa kivinje walishinda mitaa 21 kati ya mitaa 21 ya mji mdogo wa Kilwa. Ukienda Kilwa Masoko penye mitaa tisa mwaka elfu mbili na kumi na nne miaka kumi na moja iliyopita, kafu alishinda mitaa yote tisa. Leo wana sifuri, vijiji ni sifuri, makata ni sifuri, madiwani na, na wabunge ni sifuri. Naachaje kuletewa mambo ya hofu na yote hii.